Haya sasa, haya sasa, mabosi karibuni sana mabosi, kwa mahitaji ya uchimbiwaji wa visima popote Tanzania, huduma zetu zinakufikia popote ulipo. Tunachimba visima popote Tanzania kwa gharama nafuu kabisa e. Kwa mawasiliano zaidi upigie simu 0612 81 29 60 62819 wasapu namba hiyo hiyo. E, huduma zetu zinapatikana popote Tanzania. E, tunachimba visima popote Tanzania kwa gharama nafuu kabisa. Tena tuna uzoefu mkubwa wa uchimbaji visima popote Tanzania na tumeshafanya kazi nyingi popote Tanzania. E, kwa mawasiliano